Swali la nane anauliza muulizaji, kwa lugha ya Kiarabu, nini mauqif katika sheria ya Kiislamu kuhusiana na kukodisha rahim ya mama au rahim akina mama. Hii qadiya inaitwa kwa fuqaha istijaru alarham, kukodisha vizazi. Ni katika mambo ambayo sasa hivi ni mageni, yameletwa kutokana na kuendelea kwa teknolojia katika upande wa tiba katika upande wa utabibu, upande wa mambo ya, ki, ya madaktari. Kwa hivyo wameendelea mpaka wakafikia kiwango kwamba kuna vizazi ambavyo vinaweza kukodishwa, kwa maana ya kwamba inachukuliwa manii ya mwanamume na mayai ya mkewe, halafu yanachanganywa manii na mayai ya mkewe yale, baada ya talkihi au kabla ya talqih yanachukuliwa yanawekwa katika uzao wa mwanamke mwingine ili ipatikaniwe talqih au fertilization. Kwa sababu labda pengine mkewe ana matatizo ya fertilization, hawezi kufanya talqih, uzazi wake una, una tabu una shida. Kwa hiyo madaktari wamesema huyu mkewe hawezi kushika mimba, kwa sababu uzazi, uzao wake una kadhaa, una kadhaa kadhaa una complication. Kwa hivyo yanachukuliwa yai lile pamoja na na na manii ya mume yanawekwa katika uzao wa mwanamke mwingine. Hii ijra'i ya kufanywa namna hii muharram kwa itifaqi ya wanazuoni muharram, qawlan wahidan, kwa qauli moja wanazuoni, na zimetoka fatwa kadha kadha za ahli alilm, ikiwemo qarar ya Majma' alfiqh alislami baada ya kutizama huu mfumo vile unavyofanywa, wakapitisha kwamba ma yajuz na ni haramu, hata ikiwa itawekwa katika uzao wa mkeo wa pili au mkeo mwingine, awe ni watatu au wa wanne. Yani sio haramu kuwekwa katika mke mwingine peke yake lao. Kwa mfano, mtu ana wa wake wawili, mume na wake wawili, mke wa kwanza ana matatizo ya kubeba uzazi, kwa hivyo ilikachukuliwa manii yake pamoja na mayai ya yule mke aliyena matatizo yakawekwa katika uzao wa mke wa pili, kadhalika muharram mayajuz. Kwa hivyo akiwa ni mwanamke ajnabia, mayajuz na hiyo ndio haramu nzito zaidi, mughallaf shadid, kwa sababu inapelekea kuingia kwa manii katika uzao wa mwanamke ambaye ni ajnabia, na kwa mkewe huyu mwingine kadhalika pia la yajuz